Sababu kubwa tano. Sababu ya kwanza ni katika platform ya DStv pekee ambapo utaona mechi zote za Premier League, hapa naongelea ligi ya Uingereza, tunaelewana jamani, na utaiangalia ligi hii ya Uingereza katika vifurushi vyote, tunaelewana jamani. Eh, tuna kifurushi cha bomba mpaka premium, tunaelewana, tunaelewana. Ukiwa kwenye bomba utaona mechi mpaka mia moja na kumi. Ukiwa kwenye family utaona zaidi ya mia na ishirini. Ukiwa kwenye compact utaona mechi zote mia tatu themanini. Tunaelewana jamani, ni kwenye DStv pekee ambapo utaona UEFA Champions League hakuna sehemu nyingine yoyote utaona ligi ya mabingwa Ulaya. Tumeelewana jamani ha? Na kikubwa zaidi msimu huu ni ndani ya DStv pekee utaona ligi ya kibabe kabisa, ligi ya Italia yani Serie A. Tumeelewana jamani, wote tunafahamu kwamba wiki mbili tatu zilizopita, baada tu ya World Cup macho na masikio yote ya wapenda soka duniani yalikuwa ni Cristiano Ronaldo anakwenda wapi? si ndio jamani? Cristiano Ronaldo anakwenda wapi? yeah. nafikiri mkiangalia kushoto kulia, mtaona Cristiano Ronaldo akiwa kwenye jezi ya Juventus, uventus yeah. Sasa nafahamu wapo watu wengi sana wamehama na Cristiano Ronaldo kutoka Real Madrid wakaenda Juventus. Hiyo pale rafiki yangu ni mmoja wao alama na Cristiano Ronaldo. Sasa, ili usie- ili usimkose Ronaldo, unatakiwa kuwa ndani ya platform ya DStv. Tunaelewana jamani? Ni ni DStv pekee yenye haki ya kuonyesha michezo yote 380 ya Serie A. Tunaelewa na jamani? Lakini kingine ni DStv pekee yenye haki ya kuonyesha Euro qualifier. Wote tunafahamu kwamba elfu mbili na ishirini tutakuwa na uh, tutakuwa na na na, na mashindano makubwa ya ya kombe la mataifa ya Ulaya ya? Sasa watu wanashindaje timu zinashindaje kwenda kwenye kwenye kwenye, kwenye hizo fainali ya? Ile michezo sasa ya kuamua nani anapenya nani anabaki itakuwa inaonekana yote live kwenye DStv. Ko hizo ni sababu nne ambazo zinakufanya wewe uendelee kubaki kwenye DSTV. Zinakufanya wewe uamue kuchukua kiti hiki hapa eh, na kiwe kiti chako pendwa kabisa eh, kiti kinachokupa moto na msisimuko wa soka katika msimu mpya wa elfu mbili na kumi na nane. Kabla ya kusema lolote naomba niseme na mimi nirudie tena Moto uh, mimi shughuli yangu ni kuambia kwamba katika yale mambo matano waliyosema Alpha, Premier League ina mechi 380, jumla mechi 380 zitachezwa kwa season hii ambayo itakwisha mwezi Mei, uh, mwaka kesho. Katika hizi mechi 380 80 wateja wa kifurushi cha compact wale compact kuanzia plus kwenda juu watapata mechi zote 380. Bomba ambao ni kifurushi kile cha chini watapata zaidi ya mechi 108, si haba jamani, shilingi 19,000, mechi 108 Watu wa family ile package inayofuata kwenye Serie A watapata 380 na bomba watapata 108. Kwenye Premier League family watapata 120, nilishasema mwanzoni, bomba watapata 108. Kwenye La Liga ile ligi ya Messi Mechi zote 380 zitapatikana kwenye kuanzia kifurushi cha bomba kwa hiyo mzigo mzima. Hilo ni jambo la kwanza. Uh, lakini ujue sisi hatuoneshi hizi ligi tatu tu, kuna zile internationals. Kwa zile internationals nazo zitakwenda kwenye vifurushi vyote accordingly. Tuna mashindano ya CAF nayo tayaona kwenye vifurushi vyote accordingly. Lakini kikubwa zaidi kwangu mimi ambacho nilitaka nikisisitize leo ni kwamba pia kwenye Premier League kama tulivyokuwa kwenye World Cup, nakumbuka wakati wa World Cup kelele kubwa sana mitaani ilikuwa ni bwana Maulidi Kitenge, Abubakar Liongo, ndugu yangu Edo Kumwembe, Oscar Oscar pamoja maestro na ndugu yetu Ephraim Kibonde, hawa walichagiza kwa kiasi kikubwa sana kuleta matangazo kwa watu wetu hasa wa East. Sasa hivi in Central Africa Kiswahili kinaongewa kote kwao, tunasema kwamba itakapokuja EPL this time, bado tutaendelea kuwaletea kwa Kiswahili. Hivi tunavyozungumza hapa, uh, baadhi ya watu wetu hao wa, wako kwenye mchakato wanaondoka nafikiri kesho kesho kutwa tayari kwenda kuwaletea mechi zile kuanzia Ijumaa moja kwa moja kwenye TV yako. Kwa hiyo uhondo huu kwa mara nyingine tena, moto wa uzimi Kiswahili kinaendelea, na this time kinaendelea kwenye English Premier League kama ilivyokuwa kwenye uh, World Cup. Lakini jambo jingine la kusisitiza, ambao kwetu sisi DStv tunajivunia, ile swala la quality mechi hizi zitakujia tena kwenye high definition. Sisi kwenye technology tumeweka mbele sana. Kwa hiyo transmission ya mechi zote hizi itakuja kwenye high definition, na sio tu kwenye high definition kwa maana upate picha ya ngavu, lakini kuna kitu ambacho tulikizungumza wakati wa World Cup, naomba nirudie tena na leo. Nataka niombe watu wote walioko hapa kabla ya kuondoka hapa, naomba tu, tusaidiane to download ile application yetu inaitwa DStv Now. DStv Now itakusaidia wewe ambaye una simu yako na una account yako ya DStv kuweza kuona hizi mechi zote kwenye simu yako kama package yako inavyozungumza. Kwa hiyo, wewe ukiwa wa compact, zile mechi zote za compact utaziona; channel zote za compact utaziona kwenye simu yako, kwenye kompyuta yako au kwenye iPad na wale ambao wana, wana Smart TV pia ukiweza kudownload DSTV nao, basi unaweza ukaona hivi uh, vitu vyote nilivyozungumza vizuri lakini DSTV na...